Tunaipongeza serikali kwa sababu tu, tunavyo vituo ambavyo vimeanza kujengwa kinyume na huko nyuma ilivyokuwa. Tunavyo vituo vinane ndani ya nchi yetu, lakini vipo mpaka upande wa pili wa muungano Zanzibar, kipo kituo kimoja. Hii ni kitu ambacho kitasaidia sana kusaidia makundi ya vijana ambao wana ubunifu wao ambao haujaendelezwa. Serikali imeamua kufanya hivi ili fursa hiyo iweze kuwa na mwendelezo. Kamati ya Bunge imeridhishwa na mwenendo mzima wa uanzishwaji wa vituo ambavyo vitawasaidia vijana, lakini hapo ambayo tumeielekeza serikali la kwanza ni ukamilishaji wa vituo hivyo viende kwa wakati na kwa mujibu wa mkataba ambao walisaini, ili hivyo vituo viwe vimekamilika. Lakini jambo la pili, kujenga miundombinu ni kitu kingine, tunahitaji wataalamu ambao watakuja kuwafundisha vijana na kuendeleza bunifu zao. Tunaweza tukawa na vituo vingi lakini vikashindwa kupata ufanisi kwa sababu havina wataalamu. Jambo la tatu ambalo tumeshauri serikali ni kuwa na programu maalum ambayo sasa itakuwa ni mwongozo wa kuendeleza zile programu ambazo zitasaidia hawa vijana waweze kukuzwa ubunifu wao, lakini jingine ambalo tumeomba serikali hasa kwa kupitia mkuu wa kituo, ni serikali sasa iende kuwatafuta kundi la vijana ambao ni wabunifu. Tuna wabunifu wengi wako mitaani, na bahati nzuri serikali imeandaa kujenga chuo ambacho kitakuwa muunganisho wa bunifu za vijana, na hakihitaji hakihitaji kuwa na degree Mtu yeyote mtu yeyote ataweza kwenda kupeleka bunifu zake na kuweza kuendelezwa kwenye maeneo haya. Ni ya msingi sana. Twende serikali sasa itoke iende kuwatafuta wale vijana ambao wamefanya mambo mazuri na tunayo mifano. Tuna, tumepata watu ambao walibuni ubunifu wao wakaanzisha mradi wa umeme mkoa wa Njombe lakini tumeshuhudia vijana wamejenga helikopta mkoa wa Songwe na mkoa wa Morogoro, lakini bunifu zao hazijaendelezwa nchi yetu. Kwa sasa tuna matumizi ya, ya, matumizi ya fedha cash. Sasa tukipata vijana ambao watatengeneza mfumo ambao utakuja kuwa kuwaendeleza, tutoke kwenye matumizi ya cash, itasaidia sana kwa nchi hii kuweza kukua. Inawezekana kabisa tukawa na makundi ya vijana ambao wanaweza wakabuni mfumo ambao utasaidia hata makusanyo ya kodi yakapatikana kwa njia rahisi kwa sababu tutatoka kwenye matumizi ya cash. Haya ni mambo ambayo serikali ikiyafanyia kazi itatufikisha mbali sana. Tunahitaji sasa hawa wabunifu waweze kulindwa, kuhifadhiwa bunifu zao, lakini kuziendeleza. Tunapoziendeleza, maana yake tunahitaji uwezeshwaji. Kwa hiyo serikali ikienda na mpango mkakati kama huo, taifa letu linaweza likafanya vitu vikubwa sana.